Kwa hukuniko huku, unasemaje? Eh, mbona unanijibu kwa, eh, kwa ukali? Tatizo nini? Acha maneno yako. Nimekujibu kwa ukali? Au nataka nikujibu kwa ukali? Basi Aisha, mi nataka nisikie kauli yako kuhusu Karundi. Tabia gani? Acha mambo yako bwana. Tabia gani anazokufanyia? Mbona mi sielewa anachonifanyia. Nimechoshwa na mambo yake, nahitaji aondoke tu, arudi kijijini. Umeanza roho mbaya yako wewe Nimeshasema Karunde haondoki humu ndani na atabaki kuwepo hapa ndani, tumeelewana? Sitaki kusikia hizo habari mimi. Si ndo nimemleta kutoka kijijini, Karunde ataondoka. Hata hata kama umemleta, nimeshasema, mimi ndo mwanaume. Karunde hatoki humu ndani, tumeelewana? Sitaki kusikia hizo habari tena. Adnani, mwanangu, nimekuita. Ndio shangazi. Hivi ni kwa nini, kwa nini amfanyia hivyo mkeo, mke wangu? Eh, namfanyia nini kibaya? Yaani Kalunde anamdharau, akikwambia, wewe unamtetea. kuna nini kinachoendelea hapo? Shangazi, hamna kitu chochote kinachoendelea kibaya, hamna kabisa. Shangazi, huyu mwanamke ni mwongo, anamsingizia tu mtoto wa watu. Sema tu mwanamke hamtaki huyu binti. Hatuwezi kumfukuza mtoto wa watu, anafanya kazi vizuri, hana tatizo lolote ukizingatia maisha kijijini kwao ndio hivyo, bibi yake anamtegemea. Tumfukuze wa nini binti wa watu eh? nani hadi nani, hivi unachoongea unamaanisha kweli kweli? Shangazi, siwezi kukuficha wala siwezi kukudanganya chochote shangazi, hapana hapana. Hadi nani hadi inabidi uangalie, mimi shangazi yako, nimesikia maneno, nimejisikia vibaya sana. Hivi unajua kama mimi ndo baba yako niliyebakia? Najua. Eh, basi naomba yani, hiyo tabia mimi sijaifurahia kabisa. Hebu mfikirie mama Sada, mama Sada wema aliyowatendea kweli, mnamfanyia hivyo kweli? hata mimi, mimi kwa kweli sijafurahia, sijafurahia kabisa, na kuomba hilo ulifanyie kazi shangazi. Hali halisi ndio hiyo, hamna kitu chochote kibaya wala kinachoendelea hakuna. Shangazi, kuna sehemu mimi nawahi, naomba niende, nitakuja siku nyingine tuzungumzie hili swala kuona huko na wajukuu zangu salimie. Waalaikumsalam jukuu wangu. Waalaikumsalam, mekua za hapa mwanangu? Mzuri kwa hivyo mama, ila afadhali mamangu umekuja, yani Kalunde ananisumbua sasa hivi, simfukuze fukuza mama, nikitaka kumfukuza hmm, Baba Sada anagomba kabisa. Alinusia vizuri, na tena bibi yake alinihusia nikaenai vizuri, na juzi tu metoka kumtumia hela. Nashindwa nifanyeje, mama? Tatizo mwanangu, huruma, huruma inakuponza. Mtoto umemtoa mwenyewe kijijini, anakusumbua, unasubiri nini kumfukuza? Mfukuze, mfukuzenauo <coughs> mkoba wangu unaenda nao wapi? Natoka kidogo, naelekea mjini, nitarudi baadaye kidogo. Haya. Niamini ninachokiona. Ndio Karunda yule aliyetoka kijijini juzi. Karunda aliyokuwa ah, na madondo na mapele mwili mzima. Mfukuze. Tatizo, Baba Sada anakataa. Huyo Baba Sada kuna kitu anachokielewa na naye mwenzake huyo. Kwa sababu hawezi kung'ang'ania bure, mtoto kashaharibika, atakuharibia ndoa mwanangu. Ngoje sasa nitafanya njia mbadala. Hata bibi yake alinitazarisha. Aliniambia kabisa huyu mtoto ni wa ajabu, atakuja kuasumbua wa huko mjini. Aliongea bibi yake, atakusumbua amrudishe. Kalunde nimekuita. Kuna jambo nataka kukuona kutokana na tabia yako ulioanzisha. Tabia gani shangazi? Hicho kiburi unachomfanyia Aisha kinatoka wapi? Hivi wewe kweli ni wa kumfanyia kiburi Aisha? Kiburi gani? Huyo mwanamke ni mwongo sana. Naona na lake jambo. Unasemaje? Na lake jambo? Hivi kweli wewe unajielewa kweli? Nakumbuka ulikotoka. Hicho kiburi nakitoa wapi wewe? Hivi yeye anataka nimfanyeni nini? Nimlambe migundo ajue kama namuheshimu alafu muambie kwamba kila mtu na maisha yake, aniache kama nilivyo. Si unajua amekuajiri kabisa, wewe unaishi kwake na amekuajiri. Hicho kiburi nakitoa wapi wewe? Kuishi kwake siyo sababu. Alafu naona una cha msingi cha kuniambia. Kwanza sikuelewi, naomba nienjee zangu. Kalunde, Kalunde. Kuwa nahitaji a mfukuzo huyo mkeo, maana ananifuatilia sana. Hilo ambalo nimeshalipanga muda mrefu sana limo kichwani, wala usiofujia, sawa?

Wewe eh? eh? eh? eh? mtoto, nani akufundisha kuche kupiga hiyo tabia? Eh? Nani akufundisha? Nani akufundisha? Ah, rudi. Rudi, Rudi unieleze vizuri. Eh? Nani akufundisha hiyo tabia? Eh? Nani akufundisha? Unanipigia mwanangu Karundi. Kwa hili sitaifungia macho. Yaani nyamaza mwanangu, nyamaza. Yaani unanitaka nicho kukuta na mwanangu chumbani. Bado unanipigia mwanangu. Kuji kulea ndio maana kufunza kulea. Hey, kuna la ziada. Ujue kulea ndio maana kufundisha. Mimi kwa nini niambia sijui kulea? Hivi kwa nini unanipigia mwanangu? Wewe ni mtu umeshaota matunda Nenda nenda na vifaranga vyako nenda, nenda shikana mabegi yako hayo nenda, sitaki nikuone hapo bana, ondoka. Sawa, unangangania nini? Nauli au umeshaambiwa uende? Nenda. Leta chakula cha kuku, mbona sioni? Eh, chakula kimeisha huko kwenye banda la kuku bwana. Okay, jitahidi basi wahi, maana wameishiwa kabisa chakula. Naona hapa niambie, bebi. Sawa, vi mzima fresh. Naona ulikuwa unazungumza na wakuku eh? Mm, waleta chakula cha kuku kimeisha, unaona. Ah, basi sawa. Alafu Bebe ni nani? kuna nilikuwa nataka nikuulize kwamba ulipita kwenye duka? E, nimepita na nimelipia mwaka mzima. Nafikiri kesho kutwa tutaenda kufanya shopping kwa ajili ya vitu vya dukani. Mm, kweli, mume wangu nanipenda. Alafu nimekumbuka bibi amenipigia simu, ameniambia kwamba nyumba inawekewa kesho bati. E, bibi yako atawakimbiza sana pale kijijini, mjengo wake ni hatari, hamna anayemfikia pale kijijini. Hey, nahisi nice kama watamloga maana wanawivu hao, kama mama Aisha hawawezi washinde wa katika jina la Mungu muweza. Sawa so, uh, afu bebi, kuna kitu nataka nikuambie, nilikuwa nataji ununulie gari maana nimechoka kutembea ya. Yeah, hilo nilikuwa nalifikiria, nafikiri kuna dili nalisubiria tu, ikiingia tu breki ya kwanza ni showroom. Ah, basi sawa. kati yangu mimi na Aisha nani iko bomba zaidi? Ah, we Unafananisha ndege na bajaji. Acha basi. Hey, kwa maana hiyo, nani ndege, nani bajaji? Wewe ni ndege tena bombardia kabisa mpenzi wangu. <laughs> napenda sana. Acha basi, sinifurahishi. Basi sawa, haina shida. Rahaba, habari za mjini za mjini? Nzuri nasi nzuri sana. una nini? mjukuu wako Karunde amenivunjia ndoa yangu, nimeachika mimi, kaolewa yeye. Usimsingizie mjukuu wangu Karunde, kama kuharibu umeharibu mwenyewe, na kama nyota imezimika kwako, sasa imeoka kwa Karunde. Unaniona sasa hivi, mjengo ndio huu hapo, sasa hivi ntawakimbiza kijijini, hey. Nini wako nijibu hivyo kweli? na wakati mjukuu wako ndio alichonifanyia, mama, kweli? Basi, kama umefukuzwa jambo la heri, naye mjukuu wangu waingie. Kutesa ni kwa zamu, unaona? Sasa hivi, mashallah, mjengo huu hapo. Sasa hivi nimebadilika, hata mimi naniona tu we mwenyewe, tawakimbiza safari. Sawa bibi, nashukuru sana. Mungu atanirikia. Lazima niogope. Hii nyumba ya watu. Sije katolea mtoto wa mwenzio shingo bure. Nimeshakwambia hakuna kutoa shingo. Kutoa shingo hayupo sasa hivi. Nimeshakwambia msafiri. Kaondoka lini? Ana muda, si nilikuwa nishakueleza au? Kaidiva, wewe ni mke wa mtu, nielewe. Eh? Na mke wa mtu ni sumu. Eh? Mbona hutaki kunielewa? Nimekuambia usiwe na wasiwasi. Hapa ni nyumbani kwangu, sasa hivi natawala mimi peke yangu. Wewe mbona Mi, mi nahisi tuondoke tu tuende nyumbani kwangu yani mwangu. Mi utaki kabisa kukaa hapa. Naomba tuondoke kidogo, kama unanielewa. Unanielewa? Basi sawa, haina shida, twenzetu eh. Nipo hapa mzima, mzima. Mambo vipi? Safi, kwema mm. as ah, hapa afadhali kuliko huko huko. Mimi mi namwogopa meo nisha si ah. nisha Mbukne, nisha mbukne, nisha wewe, chake ni chake tu, hamna chazezeta wala nini, eh tu acha <laughs> yeah, ina hizo issue vipi? Nitazungumza naye leo kuhusu ile issue akutumalizia, atakubali kweli kuandika majina yetu yote E, kwanza andika majina yetu yote. Hapana, andika jina lako andika kwenye nyumba, alafu jina langu andika kadi ya benki. Alafu na password pia unipe. Ah, basi sawa, hiyo haina shida. Tamalizana naye kabisa leo. Eh, yeah, kwa hiyo natakiwa ufanye hivyo sasa. Haina shida, basi kwa ile najua wewe hapo saizi unamuogopa mume wangu. Mshuja akakukuta ha, hapa bule bure? Nasojua mmeo tena yule. Ah, sawa. Wewe mke wa mtu, si unajua tunaibaiba tu. <laughs> Ah, poa baadaye basi. Haya, ah, poa poa. <laughs> Chakula gani nipikie? Chakula chochote. Chochote ndo chakula gani utakachopenda wewe ndo kinacho. Chakula chochote basi, sawa haina shida. Alafu nilikuwa nataka nikuambie vipi, kuhusu ule mpango nilikwambia, hiyo shumbona iko kwenye mstari. Nataka Jumatatu tuende tukabadili majina kwa mwanasheria, unaona. Uh, unatakiwa ufanye kila kitu kwa haraka, maana mama Sada anaweza akarudi muda wowote, alafu ikawa tena sio Ma, mali zote akazichukua, alafu tena mimi tena nikawa nikadhalilika sio? Nielewa, mali zote zinatakiwa ziwe kwa jina langu mimi. Se kidiva, sikuweza kufikiria kitu kama hicho, yaani umewaza mbali sana. Nilikuwa bado na star star, lakini kwa maneno yako hayo ya inabidi nilifanyie kazi mapema. Kwa hiyo uniamini au unanichukuliaje? Ah, ah, usiwaze hivyo mama, usikasii mpenzi wangu. Sasa usikasi vipi, nikuwekee msichana wa kazi au no? Maangaika angaika sana Hapana, sihitaji msichana wa kazi, mi mwenyewe najitosheleza kabisa. Yani mi si kama mama Sadam, vivu vivu. Kweli basa, mingoja niendelee kuangalia vipindi vya television.